Mama Boni we, we unaenda wapi? Bila hata salamu. Mzee wako hana ugomvi na mtu yote hapa kijijini, atakiw kukaa muundani muda mrefu, lakini naomba tu kwanza tusamehe ani Jiji hiki kwa nini tuna matata wangazi? E, niambie tatizo ni nini? Tukio na jaribio baya zaidi la kutaka kutakaku Unaweza ukanishauri mimi, wewe mume wangu? Nilikwambia nakuuliza, una akili nina akili tena mpaka zinapitiliza, hakuna tatizo lolote mbona unaniuliza maswali mengi mengi? Kumbe hii ndio mchezo yanu. Hapana mama. Ndio mimi najua mimi si atumwa, umetumwa bwana, si umetumwa na mzee Gombo au nda kunifanya mimi mjinga si ndio? Toka kwangu bana. Toka bana. Oh. Unamwangalia nani? Unamwangalia nani?